Habari, hare utakuletea vinywaji ambavyo ukivitumia vitaweza kuimarisha figo yako Laya. Namba moja, hakikisha unakunywa maji safi jamani. Maji tumekuwa tukiwaambieni tukipiga kelele, maji ni muhimu sana kwa afya ya figo na inaongeza kusafisha uh, mwili wako. Lakini namba mbili tunasema uh, green tea. Kwa nini green tea? kwa sababu ina antioxidants na unapunguza vimbe na husaidia uh, figo ifanye kazi vizuri. Lakini namba tatu ni maji yaliyochanganywa na limao kidogo yanasaidia mengenyaji na kuzuia maji kwenye figo. Namba nne tunasema maji ya nazi. Kwa nini utumie maji ya nazi? Kwa sababu imarisha kinga na utoa madini muhimu uh, mwilini, lakini pia usisahau kutumia juisi ya watermelon, juisi ya tikiti maji, au usisahau kutumia tikiti maji. Ni zuri sana, linaondoa uvimbe uh, na lina antioxidants ya kutosha. Maziwa usiache kutumia maziwa, ni mazuri, usiache kutumia juisi ya, ya, ya tango. Tango ndo mbaye, tango tunaita kuku, utumie ni nzuri sana lakini, pia usiache kutumia herbal tea ambayo inakuwa na parsley na dandelion, ni nzuri sana, inasaidia uh, kwa wale wenye changamoto ya figo na, ku, na kuzuia uh, kuvimba. Lakini pia kama uh, una changamoto yoyote ya kiafya, endelea kutumia matunda na mbogamboga, mboga za majani zitakusaidia kuondokana changamoto hiyo. Wasiliana na Dr Jimmy kwa msaada zaidi, karibu.